Sasa ni kupasha mengine. Naibu rais Profesa Abraham Kithure Kindiki ameongoza kampeni za kumpigia debe Leonard Wamuthende katika eneo bunge la Mbeere Kaskazini, Kindiki akimuonya mtangulizi wake Rigathi Joyfrey Gachagua kutoleta siasa za vurugu, kwani wakazi hao wanataka amani. Katika eneo bunge la Malava, mgombea wa upande wa serikali David Ndakwa amepigiwa upato na viongozi wa UDA na ODM kuunyakua ushindi tarehe ishirini na saba. Fred Wambua anaarifu. Siasa za chaguzi ndogo tarehe ishirini na saba mwezi Novemba mwaka huu zikiendelea kushika kasi katika maeneo mbalimbali, mrengo wa serikali ukiongozwa na naibu wa rais profesa Kithure Kindiki umetua Mbeere Kaskazini kumpigia upato Leonard Wamuthende, ila kwa wakati huu wakimwonya mtangulizi wake Rigathi Gachagua akisema anaeneza siasa za vurugu na kujipiga kifua. Mimi nimeonya tu mtu mmoja ambaye ameleta siasa ya vita hapa. Mimi I have not seen na nimekuwa kwa siasa kwa muda kiasi. Mimi sijaona hii area ya Mount Kenya siasa ya vita na mawe na kuchoma mali ya watu, nimeiona safari hii na lazima tukemee hii siasa iende, kwa sababu ukipewa nafasi ya uongozi uwezi lazimisha ati mimi ndio kiongozi wenu. Nani alikuchagua? nani nani alikuambia wewe ndiyo kiongozi wetu? Ngojea tukwambie sisi, sisi wananchi ndio tunasemanga nani kiongozi wetu ya yeah. Bwana jitangaza na kujipiga kifua eh, kama wale mafarisayo wa Biblia hadi mimi nimefika hapa, mimi ndiyo kusema. Nani alisema wewe ndiyo kusema? na sisi unatuona, una hivi una, unatuona aje my friend eh Kindiki akisema kwamba wakaazi wa Mbeere Kaskazini hawataki siasa za vurugu, kwani pia wapinzani wao ni ndugu na dada na sio vyema kupigana kwa sababu ya siasa. Tujue ya kwamba tuko na wale wengine vijana wetu wanaomba kura, hata hao ni vijana wetu. Kwa hivyo mambo ya kura sio mambo ya kupigana na vita, kama hakuna kesho. Huwezi kupigana na ndugu yako kutupa mawe. Hiyo mawe inaweza gonga jirani yako, igonge mama mkwe, igongwe kijana wa jirani. Wale wageni wamefika hii Mbeere North kwa mara ya kwanza wiki hii, waambiwa wa kwamba sisi watu wa hapa hatutaki vurugu, hatutaki fitina. Mtu akuja aombe kura pole pole, hauze sera ya kandidati yake, sio kutuletea kisirani hapa na vita. Katika eneo bunge la Malava, Farouk Kibet ameongoza viongozi wa serikali na ODM kumpigia debe David Ndakwa, wakiweka wazi kwamba wapinzani hawana cha kuwapea, ila wao wako serikalini watafaidi na maendeleo, na mtu tu kuja mbele yenu na kuanza kuongea maneno. It has no agenda, eh, we have a government here, we have a president here, we have resources simama na wewe kwa by election peke yake yeah. Watasimama hata 2027 si mwaka mmoja tu peke yake. Kwa hivyo sisi tunaomba jamani, mtasimama na Ndakwa yeah. mtasimama na Ndakwa yeah. yeah. All the leaders ambao wana support William Samoe Ruto ya kwamba candidate wetu wa broad-based kwa Malava by election ni Mwheshimiwa David Ndakwa. Kwambua, Undugu TV.